Taifa. Polisi mkoani Mara wamefanikiwa kuwakamata watu sabini na wawili kwa tuhuma mbalimbali ikiwemo kukutwa na misokoto elfu mbili mia nane ya bangi, pombe aina ya gongo, bunduki na risasi pamoja na pikipiki zilizoporwa kutokana na operesheni maalum ya kupambana na uhalifu na uhalifu zinazoendelea katika wilaya za Bunda, Serengeti, Butiama na Msoma. Akizungumza na vyombo vya habari mjini Msoma, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mara, kamishna msaidizi wa polisi Philip Kalangi amesema kuwa katika operesheni hizo ambazo ni endelevu hivi sasa, jeshi hilo linatarajia kuhakikishia wananchi usalama wa mali zao katika kipindi chote cha mkesha wa kuingia mwaka mpya na mwaka mpya wenyewe. Habari zaidi na Jumanne Ntono kutoka Mara. Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mara, kamishna msaidizi wa jeshi hilo Filipo Karangi, akitoa taarifa kwa vyombo vya habari, amesema kuwa kutokana na operesheni za jeshi la polisi zinazoendelea mkoani hapa, wamefanikiwa kuwatia nguvuni watu 72 waliokuwa wakijihusisha na vitendo vya uhalifu katika operesheni ambayo inaendelea, tumefanikiwa kukamata jumla ya watuhumiwa sabini na mbili toka imeanza na vielelezo mbalimbali. Baadhi ya vielelezo ni kama mnavyoviona hapa. Kuna misokoto ya bangi, kuna vifaa vya umeme ambavyo vimekuwa vimeibiwa ja mrefu. Vile vile kuna gongo, eh, pamoja na vielelezo mbalimbali ambavyo vime, vimeibiwa katika manyumba zikiwemo TV. Aidha Kamanda Karangi amesema kuwa jeshi hilo limejipanga kuhakikisha wananchi wanaingia katika mkesha wa mwaka mpya kwa amani na utulivu. Wito wangu ni kwamba kwa wale watumiaji wa vyombo vya moto wanatakiwa wazingatie sheria za usalama barabarani, hasa katika kipindi hiki, matumizi ya ya vilevi eh, pombe na kuendesha magari au kukiuka sheria kwa namna yoyote ile, kwamba tutachukua hatua kali kwa wale ambao watakwenda kinyume na sheria. Nao baadhi ya wakazi wa mji wa Musoma wanazungumziaje hali ya ulinzi na usalama katika maeneo yao? uhalifu kwa sasa vinavyoona kama vile unazidi kwa sababu mambo haya ya uvamizi unaotokea saa moja usiku saa mbili, tumekaa sana muda mrefu bila kuyaona, lakini sasa hivi unashangaa, kwa mfano Musoma mjini hapa katikati mtaa wa Rutuginga majuzi hapa wamevamia, hapo Nyakato tu wamevamia, ehe, maeneo ya majitarodi huko na hapo walivamia walipo manispaa mji wa Musoma, naona sasa hivi wanajipanga sana kuenda vizuri kwa sababu uhalifu nao nazidi kupungua. Ah, Zibaka walioko kwa mara lakini sasa kidogo jeshi la polisi naona limefanyika kwa kupunguza. Lakini bado kuna baadhi ambao wanajihusisha na uizi huo bado. Hivi karibuni jeshi la polisi mkoa wa Mara lilifanikiwa kuatia nguvuni majambazi tisa na bunduki moja walipovamia duka la mfanyabiashara wa mtaa wa Rutiginga mjini Musoma na kupora kiasi cha shilingi milioni 20 huku wakimjeruhi mlinzi wa duka la jirani kwa kumpiga risasi katika mguu wake wa kulia Jumanne.